Nakugea kodi ambayo itakusaidia, na mimi sina kodi nyingi. Yani sijui niseme, sijui nina kodi mi, kodi zangu mbili, moja. Sasa mi nakugea kodi hiyo hiyo moja, umeelewa bwana? Kodi hiyo moja zingatia, hiyo hiyo ni zingatia. Babu kijana, kama unajitafuta, chunga sana, au shikilia sana hizo nyege zako. Hizo nyege hizo zishikilie, hizo, shikilia nyege zako, utatoboa. Shikilia hizo nyege zako mzee, utatoboa. Kwa sababu kuna faida utaipata kubwa tu, lakini nikupe hasara ambayo unaipata sasa hivi ya kutokushikilia hizo nyege zako. Hasara unayoipata sasa hivi ya kuto kushikilia nyege zako, kwanza unapata mademo wa bei rahisi, umeona bwana, alafu demo yako ile wezako yako sisi kama kawaida, unapata mademo wa rahisi, alafu vile vile yani unakuwa Demo wako wa shilingi 10,000. Unaona bwana, alafu ukitoa shilingi 50,000 una unaona una, una, una nyingi. Yaani 50,000 huwezi kukubali. Sasa unataka demo wa shilingi 10,000. Demo wa shilingi 10,000 anajisafishaje? Eh? Eh, demo akikomba 50,000 tu unakasirika, unanuna. Au sio bwana? Au unajifanya una, una block. Wakati umeombwa hela, eh? Una, wakati bado ushangilie kutoa hela kwa mwanamke wewe unakasirika. Mm, unataka mwanamke wewe ndo akupela ndugu yangu, unaanza misha, unataka unafikiria, sasa upate mshangazi eh, unafikiria una, una, upate mshangazi unatafuta six pack upate mshangazi alafu kutoka hapo, sasa. Unajifanya ile yani, unataka kuwa smart eh, uvae vitu vizuri wake, au sio bwana. Sasa usiposhikilia nyege zako unaweza hata ukabokolewa yaani yaani unaweza hata ukabokolewa kichaa wangu, unaona bwana, shikilia nyege zako, kwa sababu maisha sio yaani sio magumu, lakini siyo mepesi vilevile vile. Umeelewa bwana, maisha yalivyo sio magumu, lakini siyo mepesi vile vile, lazima kuna baadhi ya vitu uwe umevijua na vitu vigumu uwe umevifanya, na moja katika kitu kigumu ambacho utakiona wewe, mimi nakwambia ukweli, wewe shikilia nyege zako. Kama unajitafuta kwelikweli, shikilia nyege zako, shikilia nyege zako ili utunze pesa zako, shikilia nyege zako ili utunze mwili wako, yani ni afya yako, shikilia nyege zako ili uondoe mikosi, ili uepukane na mikosi mzee, uepukane na gundu mzee, uepukane na UTI, sijui kaswende, kisonono gono